Kimya sio kwa ajali, sio kwa bahati mbaya, bali kwa sababu waliamua kuchagua starehe badala ya juhudi. Ndiyo bro, ndoto ilikufa, wewe upo hai, ila ndani yako kuna maiti ya ndoto. Uliwahi kusema utakaa uanze biashara kidogo, ukaona bora uanze kesho. Kesho ikawa Ijumaa, ukaona wikendi ni ya kupumzika. Wikendi ikapita, ukaona wiki ijayo kuna stress kazini. Wiki ijayo ikawa mwezi unaanza ukaona subiri pesa ingie kwanza. Halafu miezi ikawa mwaka, mwaka ukawa historia. Sasa unaanza kuuliza kwa nini maisha yamekwama? Kumbe uliyeyusha miaka ukitafuta timing perfect, wakati maisha yanahitaji movement perfect. kuna watu kila siku wanaongea bro, huu mwaka ni wangu, lazima nifanye kitu kikubwa. Tangu zamani umekuwa unasema hivyo hadi sasa, miaka inaenda kitu kikubwa bado ni chakula kwenye sahani. Siku moja utaamka uelewe kwamba ndoto yako ilikufa kwa sababu uliamua kuchagua raha kuliko jasho. Ulichagua Netflix, badala ya kitabu. Ulichagua kulala badala ya kusoma. Ulichagua ah, kesho nitafanya, badala ya kusema leo nifanye kidogo. Na mbaya zaidi, regrets haziwi kelele, zinakuja kimya. Usiku ukiwa peke yako, unajiuliza ningejituma kidogo tu, ningekuwa mbali. Lakini habari njema ni hii: bado haujachelewa, ndoto haijakufa kabisa, imezama tu kama jua la jioni. Kumbuka kesho, kuna asubuhi, siku ya kuanza upya, na muda utafika. Ndoto yako itawaka kama jua la mchana. Ukiamua leo, unaweza kuirudisha. Usiogope kuanza tena, usiogope kufanya kazi ngumu. Uoga wako wa leo ndiyo kizuizi cha mafanikio yako ya kesho. Watu wanaofanikiwa sio wale waliopewa nafasi, ni wale waliojipa nafasi. Waliamua kuamka hata kama usingizi ulikuwa mtamu. Usiache ndoto zako zife kwa sababu ya comfort. Maisha ni kama jim. Ukiogopa maumivu, hutajenga mwili. Leo anza, sio kesho, sio mwezi ujao, leo hii. Andika kwenye komenti kama upo tayari kuanza safari yako ya mafanikio. Hii itakuwa ni hatua ya kwanza kuelekea mafanikio. Usisahau kutufolo kama ni mara ya kwanza unaona peji hii.